sana kwenye chambo hii hisi ya Hisia Maishani na kuletea mada inayosema ufunguo pekee wa kupeleka mahali pazuri unapotamani. Ufunguo pekee una uwezo, wenye uwezo wa kupeleka mahali pekee unapo patamani. Watu wengi katika ulimwengu huu wa sasa wanalalamika juu ya uchumi, wanalalamika juu ya maisha, wanalalamika juu ya mahusiano yao. Kuna vilio vya aina nyingi nyingi, ndugu hawapendani, ndugu hawasaidiani. Unakuta mtu ana uwezo mkubwa sana, lakini hawezi kusaidia ndugu zake, mara nyingine anashindwa kusaidia hadi wazazi wake mwenyewe, kitu ambacho kinawaletea laana watu wengi sana, kwa sababu imeandikwa mheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika ulimwengu ambao Mungu amekupa sasa wapendo katika katika bwana uh, nachotaka kuambia ni hivi ufunguo huu ambao aliyeumba mbingu na nchi amewapatia wanadamu ni ufunguo muhimu sana ambao watu wengi wameupotezea ufunguo huu unaitwaje unaitwa nidhamu au kwa Kiingereza unaita discipline unapokuwa na discipline, unapokuwa na nidhamu, unafanya vitu kwa kuwa unajua kwamba vitu hivi vinanipeleka mahali pazuri, bila kujali hisia zako. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi, unajua darasani mnaingia, darasani mnaingia saa mbili, lazima saa kumi na mbili huwe umeamka, upige mswaka, ujiandae, ili we on time kukamata basi, ufike uh, uh, uh, shule chuoni au darasani saa mbili unaingia darasani. Sasa hufuati hisia zako kwamba niendelee kulala, unainuka ili uende kazini, unainuka vilevile hiyo -vile. ni discipline Sasa watu wengi watakuwa na nidhamu ya kwenda kazini, kwenda shule, lakini nidhamu katika maisha yao wenyewe binafsi hayapo. Kwa mfano umemwahidi mtu saa tano lakini unaenda saa nane Unasikiliza hapa umemwahidi mtu saa tano, unaenda saa sita na nusu Roho yako haisubuki, unaona ni sawa kabisa, unasema waafrika ndivyo tulivyo. Katika ulimwengu tunaoishi, kuna nguvu inayofanya kazi kukuletea mema, kuna nguvu ambayo huioni inayofanya kazi kukuletea mema, na wataalamu wa sayansi wanaweza kuipima hii kupitia mtambo maalum unaitwa aa, hiyo ni mashine maalum ambayo inaweza kupima ubongo wako, kama hauna raha ubongo wako, kama hauna raha, hauna amani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye skrini ya TV ambayo inaonyesha kitu ambacho kinaendelea ndani ya akili yako. Yani, yani unakuwa na mishale mishale hivi, lakini in, in, in, ina sura mbaya. Sasa hiyo inaitwa magnetic field. Yaani kama vile shamba. Field kwa Kiingereza ni kama vile shamba. Uwanja wa mpira inaitwa football field. Uwanja wa mpira inaitwa football field. Kwa hiyo kuna electromagnetic field. Sasa mawazo yako yana nguvu hiyo ya magnetic, ya ya usumaku. Imani ya uliyonayo juu ya situation uliyonayo ni nguvu ya usumaku inatengenezwa. Kwa hiyo mawazo na imani juu ya hali ulionayo ni energy, upende usipende, hiyo ni science. Kama unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google. Mawazo ulionayo ni energy, ni umeme, na unaweza ukapimika kupitia mitambo na. Sasa kuna frequency ambayo yanatoa inaitwa vibrations, kuna frequency yao, yani mawazo, ya, mawazo ya huzuni ya kuogopa ya wasiwasi wasi, ya kujilaumu, ya kujichukia wewe mwenyewe, unajua na mimi sifai, watu wananichukia, watu hawanipendi. Mawazo hayo yote frequency yake yako chini ya mia mbili hertz kipimo. Sasa hiyo mvuto wake wa kuvuta mambo mazuri mambo mema ni ndogo sana. Sasa uh, uh, mawazo ya furaha, mawazo ya amani mawazo ya kijasiri sawa, mawazo ya kijasiri yanakwenda ni juu ya mia mbili hertz, yana nguvu kubwa ya kuvuta mambo mema. Sasa unapokuwa na wasiwasi, kuto kujiamini, tayari umejipunguzia wewe nguvu. Mtu mmoja akasemaje, mwanasayansi mmoja akasemaje, akasema hivi watu wale mabilionea kuna watu hela, atakufa, paka, wana atakufa atakufa atawachia mpaka wajukuu wana mabilioni. Anasema watu hawa kutokana na akili zao walioziseti. Akatokea mtu akasema mabilionea wote wanyang'anye zile hela zigawanywe kwa watu wote walioko hai, kila mtu awe na hela sawa, lazima sawa sawa hivi. Baada ya miaka mitano wale mabilionea watakuwa mabilionea tena, kwa sababu kwa sababu gani? Wana discipline ya aina fulani, wana nidhamu ya aina fulani katika masuala ya kutafuta pesa. Angalia watu wanaopata beti, mtu amepata beti milioni mia mbili, angalia zinavyoisha haraka. Ndio hata kulaya wanaopata mtu anayepata mabilioni. Lakini, ndani ya kutafuta, miaka mitano yameisha, zinavyoisha kwa nini, unatakiwa utengeneze frequency ambayo siku zote tu inakuvutia mambo mazuri, inakuletea mambo mazuri. Unajua ni nini? Kwa hiyo unahitaji uongozi, walioumba mbingu na nchi akuongoze katika yale mazuri, kwa sababu ni kweli, unataka milioni ishirini? Ni kweli, unataka milioni ishirini, lakini hizi milioni ishirini, sawa, unaweza kuzipata kwa njia mbalimbali. Unaweza kupata kwa njia ya kujiuza, ukapata milioni ishirini. Story ya kweli, mbae, na ya kweli ya mwanamke ambaye aliambiwa anakupa milioni mia mbili, gari ya milioni mia mbili kama utafanya kinyume na mambo mbili na wewe u milioni 20 lakini kuna njia mbalimbali za kupata milioni 20. Sasa anataka hii milioni 20 uipate katika njia fulani ambayo utakutana na Aisha, utakutana na Alex ambaye atakufundisha mambo mazuri ambayo yatakusababisha wewe udumishe hali yako ya kiuchumi hiyo imara kwa njia hii, njia hiyo ambayo umeingangania wewe kuishikilia utakutana na mtu anaitwa Damas, atakufundisha atakwambia, tuende kwa Freemason utapata hizo hela, lakini utateseka. Utakutana ukienda kwenye njia hii utakutana na, na, na, nani na Abdala. Abdala atakwambia kuna mganga wa kienyeji, hela unazipata saa sita za usiku, tunaenda makaburini na nguo nyekundu na nyeusi, tunafanya hivi, atatokea mtu atatuambia hivi na hivi, masharti yake tukiyafuata, unakuwa bilionea. Mimi tayari nimeshakuwa bilionea tayari. Unaona na, na no, magari mangapi? Angalia ghorofa ile nimejenga. Twende makaburini na rafiki yangu mmoja aliambiwa hivyo. Twende makaburini saa sita za usiku, twende na kitambaa chekundu na cheusi. Ha, twende na kitambaa cheusi. Kama, kama uko Mwanza ukienda pale stendi, stendi ya Nyegezi, muulize mtu anaitwa anaitwa Mateso. Muulize mtu anaitwa Mateso. Atakwambia kama uko Nyegezi Mwanza, muulize anaitwa Mateso. Pale stendi. Muulize bwana, nimesikia story hii bwana, ni kweli? Atakwambia dada, kaka mwingine alikuja hivyo hivyo mambo ya Freemason, akaambiwa bwana ukapata hela, akaenda Dar es Salaam, alikuja usiku kwangu yule kaka, akaambia saa tisa za usiku saa tisa jioni, ya alama tukutane makaburini, ile hati aliyopewa kule makaburini alimshinda, alirudi kuja usiku, imenichanganya akili unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo umeshindwa, unaitaka unaweza kuipata, lakini sio katika njia ya yule aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Mungu atakupitia kwenye njia fulani upate hizo milioni 20. Sio, Mungu sio mchoyo. Sawa. Upate hiyo milioni 20 lakini katika njia ambayo wewe utakuwa na roho nzuri, utaweza kuwasaidia watu wengine wenye shida. Kuna watu wenye shida wengi sana. Kuna watu na mabilionea wanakufa wanaziacha. Lakini hawawezi kumsaidia mtu kuna watu na ndugu ana uwezo mkubwa kukusaidia, lakini hakusaidii. Ana uwezo mkubwa kabisa, lakini hakusaidii, unaweza kuona. Kwa hiyo ni kweli, milioni 20 ni kitu kizuri, sio pesa, sio mbaya, lakini ukiwa na nidhamu, ukatembea katika njia iliyo sahihi, utapata hela ambayo utaifurahia. Ha nashiakuambiaduiaba itabidi kuwa na nidhamu, usifuate vitu rahisi rahisi. Mtu mmoja wa kizungu akasemaje? Akasema hivi do what is right not what is easy. Fanya kilicho sahihi na cha haki, na sio kilicho rahisi. Kwa hiyo hata maendeleo yako yanakuwa ni madogo, lakini ili mradi uko kwenye njia iliyo sahihi ita gain momentum. Mtu mmoja akasemaje? Heri ya moja kuliko sifuri. Kwa hiyo acha kuahirisha ahirisha mambo. Kuna sauti itakuja kwenye akili zako, inakwambia bwana, endelea kulala, endelea kulala. Unakosa nidhamu katika maisha yako. Kuna sauti inakuja bwana ah, wewe uwezi kupata kazi bwana mpaka uwe na refarii, uwezi kupata kazi mpaka uwe na refarii. Watu wanazungumza hivyo, kwa hiyo inakugandamiza chini. Sio kweli kwamba uwezi kupata kazi mpaka upate refarii kweli. Oh, ujasoma wewe eh, bado ni pulini, pulini. Unaofahamu Mwanza. Kukutana na kijana mmoja nikampa lift kwenye gari yangu akanambia nimekuja Mwanza mimi na shilingi elfu ishirini sasa, sasa hivi nina kiwanja, nimejenga na nina mke nimekuja Mwanza na shilingi elfu ishirini. Hii ni miaka kumi na ngapi iliyopita? Unaweza kuona jinsi gani im ukiwa na nidhamu, utajali ni mafanikio madogo, sikatishe tamaa, moja ni bora kuliko zero. Hiyo ni progress, unaita wazungu. Kwa hiyo sauti, nakwambia endelea kulala sauti kuambia, wewe, uja, uja, wewe wewe hujasoma wewe, huna mtaji, ipige vita. Wanaita intentionality kwa makusudi mazima, jizoeze kupiga vita inayosababisha uhairishe mambo. Nidhamu sawa, utafanya kesho, utafanya kesho, huna nidhamu <laughs> nidhamu. Ukitaka kujua kwamba <laughs> una nidhamu, unamka asubuhi, utandike kitanda <laughs> Aa, unatandika kitanda, unaenda tu kitanda chako utandike. Kiko zaga bara zaga bara. Anza kujipima nidhamu kwa vitu vidogo vidogo. Sio tu ghafla tutakuwa na nidhamu kubwa kabisa. Anza kujipima kwa vitu vidogo vidogo. Sawa, acha kutafuta visingizio vya kusababisha ushindwe kuamka, ushindwe kufanya mambo ambayo unajua kwamba nikaa hapa, nikaa hapa. Utafanya kazi. Sasa shida iliyopo kwa <laughs> kwa ni <tuhi> <bila> <tuhi> kwamba marafiki ulionao na wenyewe wana mawazo yale. Ukutana marafiki ambao wanakilisha tamaa, ndio wao wanakuambia ah bwana, ili bila kwa rafali rafiki yangu uwezi toboa bila mtaji, uwezi mtaji, unatafutwa bwana. Kwa hiyo ukutana na marafiki ambao wanakisha tamaa hivyo, wepuke hani maisha yako kama unakuwa na kunywa kunywa pombe sana, ila kunisha kwenye pombe ujui jinsi ya kuweza kuweka vizuri, jiangalie. E, kama unaongaonga wanawake, vilevile wanawake na wenyewe wamo, unaongaonga tu ovyo ovyo, una nidhamu wewe, hmm? Unampa mwanamke elfu hamsini wakati tayari unamke kisa, kwa sababu sasa hivi una kazi Ujaona watu amestaafu, amepewa milioni mia mbili baada ya miaka mitano, tayari milioni mia mbili imeisha na hana kitu tena, amenda amestaafu. Kukosa nidhamu utakuletea majanga. Umeshaona wangapi? Mtu amejenga nyumba, umemshinda kumaliza, anauza anauza, alafu ela yote anaitumia. Au mtu amepata urithi, anauza urithi ule wote anauza. Ona watu kama ni kukosa nidhamu. Unataka njia rahisi Do what is right, not what is easy. Fanya lililo la haki na la kweli, sio kilicho rahisi. Kuna mahali unapaswa ukatae, sawa so, ukufuata mambo fulani au kufanya mambo fulani. Unapokataa mtu akakasirika, haimaanishi unapaswa kukubali. Ni jambo la kujisimamia. Kuna mahali unakataa kataa, simama hapo hapo, kama anakasirika mwache kasirike, lakini haya ni maisha yangu Nidhamu ya kujisimamia wewe mwenyewe. Kinyume na hapo, tutaendelea kulalamika sana mpaka mdomo utaoza. Tafadhali, kama unaangalia video iko mara ya kwanza, jisajili ili nitakutoka video nyingine upate maarifa mapya. Bye.